Moyo wangu afya yangu ni mradi wa miaka mitatu yani miezi 36, unaolenga kuongeza uelewa na kukuza kinga ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza hususan magonjwa ya moyo na mishipa ya damu kwa watoto wenye umri wa kwenda shule. Kwa msingi huo mradi huu unatarajia kutoa elimu na kuwafikia wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Juhudi za Watanzania zote zielekezwe katika kumlinda mtoto, kuhakikisha ana usalama, kuhakikisha anakuwa katika mazingira rafiki wezeshi na salama, kuhakikisha ya kwamba mtoto wetu anafikia ustawi tarajali. Hatuna mbadala wa rasilimali ya watoto, na nimesema, kesho ya Tanzania iko mikononi mwa watoto wetu leo. Ili kuzuia haya magonjwa tuanze kuwaelimisha watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo ndio wanapokuwa hawajapata elimu hii, baadaye wanapokuwa watu wazima wanapata magonjwa. Inahitajika kuanzia miaka ishirini mpaka thelathini ili uweze kupata magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo. Kama mtoto wako hali, hali vizuri, atakapofika miaka ya arobaini mpaka arobaini na tano atakuwa na uh, sababu kubwa ya kupata magonjwa ya moyo shindano la insha e, e, itakuwa ni suluhisho. Leo kwa kushirikiana na HTAF na Wizara ya Elimu tunazindua rasmi shindano la uandishi wa insha linalobeba dhamana ya mradi wa miaka mitatu uitwao Moyo Wangu, Afya Yangu. Hii ni tukio rasmi ambalo kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Heart Team Afrika tunataka kupeleka elimu ya moyo mashuleni, na nia kuu ni kwamba baada ya kukaa miaka kumi ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete tulicho kugundua ni kwamba magonjwa mengi ambao wanapata watu wazima chanzo chake huwa kinaanzia utotoni. Katika ushiriki, tungependa kuhamasisha pia wanafunzi wenye mahitaji maalum, pia wanaruhusiwa kuandika, kwa sababu tunao wataalam wa kutafsiri maandishi yao waandike kwa wingi, kwa sababu tuna uzoefu kidogo, wenzetu wanakuwa wako nyuma kidogo, tunawahamasisha washiriki.